Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Mchezaji wa klabu ya FC Barcelona na pia timu ya taifa ya Uhispania, Lamine Yamal ameweza kuwafurisha Nigeria hasa kwa kuwapaisha wasanii wao pamoja na Skales. Hii ni kufuatia kile ambacho kilichukua nafasi jana katika michuano ya kimataifa ya UEFA Nations League, kipindi ambacho timu ya Spain ilikutana na Netherlands katika second leg kwa. Kwenye leg ya kwanza siku tatu zilizopita walikutana na kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili na kwenye game ya jana walienda mpaka dakika 120 ambapo walitoka sare ya mabao matatu kwa matatu huko katika magoli ya Spain, Yamal akamefunga goli mojawapo na walipofika katika hatua ya penalty. Yamal akiwa ni mmoja wa wapigaji alikosa, lakini timu yake ilifanikiwa kufuzu kwa ushindi wa penalty tano kwa nne kati ya penalty sita sita ambazo timu hizi ilizipiga. Sasa baada ya ushindi huo, Lamine Yamal kupitia kwenye ukurasa wa Instagram alikuja kuweka picha hizi, post ya picha hizi kadhaa na moja ya picha kwenye comparison ilikuwa hii ambayo inamuonyesha aliyewekwa mchezaji wa klabu ya Real Madrid na pia Tottenham aitwaye Rafael van der Vaart ambaye pia huyu ni Netherlands. Na kwenye mechi ya kwanza Spain walipokutana na timu na kisha kutoka kwa mabao mawili kwa mawili mkongwe huyu kwenye mtazamo wake alimsema kwa kusema kuwa mchezaji huyu kwenye mechi ya kwanza kuonesha kiwango cha juu hasa baada ya kukabwa na beki toa Jorato na kuendelea kwa kusema kwamba kuna mambo ambayo ameweza kugundua kumhusisha mchezaji huyo, na kama ni dalili ambazo zinamfanya asivutwe na azoma kumkera kidogo. Alizungumzia namna ambavyo mchezaji huyo amekuwa akilegeza kaptula yake anapokuwa kwenye mechi zozote, yani anakuwa kama kavaa katakee. Sasa akasema kwamba suruali yake anakuwa amelegeza na haoneshi juhudi zozote anapokuwa uwanjani, na kuendelea kwa kusema kuwa akiwa na umri huu mdogo haimaanishi kuwa anapaswa kujichukulia poa, inabidi aithamini kila dakika ambayo anakuwa anacheza hasa kwenye timu yake ya taifa ya Spain, na haijalishi ana kipaji kikubwa kiasi gani katika umri huo, anapaswa kuthibitisha uwezo wake kila dakika na katika kila mechi. Sasa Lamine Yamal baada ya kufunga bao la tatu na kuwa tatu mbili, kabla ya Netherlands kusawazisha kwa tatu tatu, baada ya kufunga goli lake kama sehemu ya kushangilia akaishusha sasa kaptula tena kwa mara nyingine na baadhi ya wachezaji wa Spain wakafanya vivyo hivyo kama unavyoona katika hii picha, kama same tu ya kumjibu. Aliwahi kuwa mchezaji wa timu ya Netherlands na pia Tottenham na Real Madrid. Sasa yeye amekushia hapo kwenye posti, aliambatanisha na picha za huyo Rafael, akasindikizwa na caption isemayo, pants down, a goal, missed penalty in the semifinals, go Spain, aliandika kwa Kispanyola lakini sasa kitu ambacho kimeweza kuzua gumzo ukiachana na kumkashifu ama kumjibu kile ambacho kilisemwa na referee kwenye mechi ya kwanza, lakini kwenye ushangiliaji, Yamal kuishusha kaptula kama sime kumjibu, lakini pia hata kwenye caption kumaanisha kile ambacho alikifanya. Wimbo ambao alitumia kwenye hii post ni wimbo wa msanii Rema, na inaonyesha wazi kuwa Yamal ni mfuatiliaji mkubwa sana muziki wa Afrika, hasa wasanii wa Nigeria, na hii ni kutokana na singo hii ya he he ya Rema. Rema alikuwa na wakati mzuri sana katika miaka hivi karibuni kwa singo yake calm down, lakini tangu kazi ya kutoka hajana wakati mzuri sana kuachia heads yenye rank ya juu kama calm down. Lakini huenda huu ukawa ni mwanzo mzuri sana hasa kwa mashabiki wa soka kuifuatilia kazi, lakini pia huenda kwa mwendelezo kazi kutumika kwenye stiza mastaa wengine wakubwa. Yamal, kwenye Instastory yake, alishahini picha ambayo inamwonyesha sasa namna ambavyo amelegeza suruali yake, lakini wimbo ambao aliutumia hapa ni wimbo wa msanii Skales ambao una miaka kumi tangu kutoka kwake Shake Body. Unaweza kuona ni namna gani Yamal mwenye umri wa miaka 17 yuko familia na muziki wa Afrika.